Eh, mgombea wetu ni ndugu injinia Keja Limbu Ntemi kutoka jimbo la Katoro, ambaye na yeye tunawahamasisha watu wajitokeze kwa ajili ya kwenda kumpa kura nyingi. Tunaahidi kata ya Chigunga tutakuwa mfano ndani ya jimbo la Katoro. Sisi kama jumuiya ya vijana kata yetu ya Chigunga tumejipanga vya kutosha kuhakikisha tarehe 29 Oktoba tunatiki kura za ndio kwa Daktari Samia Suluhu Hassani pamoja na mbunge wetu injinia Ingin Rimbu pamoja na diwani wetu Antoni. Na miongoni mwa chaguzi ambazo tuna hamu nazo ni uchaguzi huu, kwa sababu yapo mengi, yapo mengi yamefanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassani. Ni mambo ambayo hayaelezeki ya... Sisi kama kata ya Chigunga tumejiandaa vizuri kabisa. Tunafanya vikao vya ndani kwa ajili ya kuhamasisha wanachama kujitokeza kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Tunahamasisha tu, kwa sababu ndani ya kata yetu hatuna upinzani kwao. Tunawahamasisha wanachama ili siku ya tarehe ishirini na tisa wajitokeze kwenda kupiga kura, kwa ajili ya kupiga kura nyingi za mheshimiwa rais. Mama wa kata ya Chigunga amejiandaa vizuri kwa ajili ya kumpigia kura rais dr doktor... Samia Suluhu Hasani na Kija Limbu Ntemi na pia diwani wetu Antoni. Sana tunajitokeza kwa wingi, na tunaenda kutiki, tunatiki, tunatiki.